Yo, star muziki kutoka nchini Kenya, BN pamoja na mke wake wameweza kuongozana pamoja kabisa kuweza kushuhudia ebana show ya mwanadada, Beyonce ambayo show hii ebana ni katika ziara ya e, albamu yake inafahamika kwa jina la Cowboy Carter ambayo aliweza kuitangaza tangia kuweza kuachiliwa kwake kwa hii albamu ambapo kutangaza tangia tarehe 19 mpaka tarehe 22 mwezi Juni. Yani, kwa siku tatu mfululizo tamasha hili lilikuwa lipo busy kabisa na watu watu walikuwa hapo busy kwa ajili ya kuweza kumuona Beyonce, ambapo watu, katika ebana show moja iliweza kujaza watu takribani watu elfu 80. Sasa ilikuwa ni kama ndo show yake ya mwisho kuweza kuimalizia katika upande wa pale Paris, ambapo katika uwanja wa Stade de France ndo watu kujaa watu takribani watu elfu 80 waliweza kujaa. Sasa kwa upande wa Bien pamoja nmke wake waliweza kuwa sako sba kabisa kuweza kushuhudia maajabu ambayo aliweza kutokea katika uwanja huo France. Sasa bn yeye aliweza kufanya surprise za kutosha kabisa kwa mashabiki wake, ni kama vile eh, J Jay, ambapo aliweza kuingia kama tu kwa baadhi ya watu akiwa anaenda kuimba nyimbo tofauti na nyimbo ambazo J aliweza kuziimba ni kama vile in love. Ebana, drunk in love. Na pia ku, eh, ku, ku wamemwimbia e, eh, freestyle za kutosha kabisa e, eh, bana eh, Beyonce, lakini pia mashabiki wake waliweza kuenjoy pale kwenye hiyo show. Na nikukumbushe tu kwamba moja kati ya hizo surprise ambayo nimetoka kukwambia hapo kwamba Jay-Z pamoja na Beyonce waliweza kuifanya katika hiyo stage. Sasa, ni kwamba mara ya mwisho wawili hawa kuweza kuperform pamoja ilikuwa ni katika Global e, eh, Citizen Festival ambapo ilikuwa ni December mwaka 2018. Watu wengi sana walipenda ile show yao kwa sababu ya e, eh, bana, ile combination yao, the way ambao walikuwa wake freestyle lakini pia midondoko ya Beyonce ambayo alikuwa akiifanya katika eh, bana uwanja huo wa eh, Global Citizen Festival last time ambapo ilikuwa ni Disemba mwaka 2018. So kwa upande wa BN, yeye amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanatamani kujifunza That's why hiyo show pamoja na mke wake kipenzi kabisa, wakiwa wanatokea moja kwa moja kipande cha 254. E bana, Kenya, ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Nao e bana, dropisha comment yako kwenye comment hapo. Ii ni sasa online digital, chao chao.